Bwana Yesu asifiwe. Uh, nina kitu kikubwa sana ambacho leo ninataka nikizungumzie uh, kwa habari ya taifa letu la Tanzania uh, hapa ninaomba niweze kueleweka vizuri katika jambo hili ambalo nataka niweze kuliwasilisha uh, na hasasa hususan zaidi na kwenda kuongelea juu ya watu ambao ni Wakristo na watumishi wa Mungu wote kwa ujumla hususani nitaenda kuzungumzia hapo, lakini ni jambo ambalo linalohusu taifa letu la Tanzania uh. Nadhani kuna watu baadhi wamekuwa wakiongea kwamba uh, mbona kama watu mmenyamaza kimya, watumishi wa Mungu hamuongei chochote? Wapo watu ambao wamekuwa wakiongea mpaka wengine kutamka maneno ya laana. Huyo mtu aliyetaja neno la laana kwenye kinywa chake, hiyo laana itampata yeye mwenyewe, kwa sababu Biblia imetukataza kulaani. Tunaambiwa tubariki na sio kulaani. Sasa mtu ambaye anakuwa hajaelewa Mungu, alafu mtu kaenda ukamlaani, maanake we mwenyewe unakuwa una matatizo. Ninaongea hivi, mnaelewa kwamba kuna watu waliokuwa wakiongea kwamba ni kama vile watumishi wa Mungu tumenyamaza, kwa hiyo yakatoa kama laana. Sasa hiyo laana itabaki juu yake yeye mwenyewe. Sasa nataka niongee vitu vya msingi sana. Ujumbe ningekuwa nimeshautoa, lakini ulipata vipingamizi vingi, kwa sababu siku ambayo nimesimama nataka nianze kuongea ilikuwa ni siku ya usiku. Aa uh, umeme ulileta shida yani, ukiangalia eneo ambalo nipo kuanzia hapo umeme haupo, lakini kutoka hapo kwenda nyuma umeme ukawa upo. Kwa hiyo umekuja kurudi usiku mrefu sana, kwa hiyo mpaka nikashindwa kufanya hii video ambayo ninataka ni, ni ambayo niko naifanya sasa. Kwa hiyo ninataka niongee vitu vya muhimu sana, sasa ili tuweze kuelewa. Kitu cha kwanza kabisa nataka niongee kwa habari ya watumishi wa Mungu na kanisa na mambo ambayo unakuta yanatokea katika nchi. Watu wengi, kuna vitu ambavyo unakuta bado hawafahamu au wamesahau hawa. Sisi ambao ni watu wa Mungu tulioitwa na Mungu, ambao na taifa la Tanzania ni taifa la Mungu, Mungu anapokuwa ametuweka sehemu huwa anataka sana tuishi sawasawa sawa na vile anavyotaka yeye. Ikitokea tukaanza kufanya mambo ambayo Mungu hayampendezi, yeye Mungu ndipo huamua kuchukia na kuamua sasa kuachilia mambo mabaya ili yaweze kutokea. Sasa hapo kuna makosa ambayo watu wengi waga wanayafanya. Unaweza kukuta Mungu akamwachilia mtu akafanya jambo ambalo watu hampendezwi nalo, kwa lengo tu la kwamba Mungu anataka watu mjirudi. Sasa utakapoanza kumlaumu yule mtu, hapo ujue unashindana na Mungu mwenyewe. Naomba uweze kunielewa. Mungu anaweza akamtumia mtu yeyote ili kuwarudisha watu wake kwenye njia au kwenye mstari. Sasa utakapoanza kunyosha vidole na kutokana na matusi hapo ndipo napozidi kuichochea hasira ya Mungu. Kwa nini? Mungu anataka kwanza watu wake wajitambue na na na, ngoja nini waeleze kitu kingine hapa. Ndio watu wengi sana wanaongelea kwa habari ya toba kwamba Watanzania tunapaswa tutubu. Ni kweli, hata mimi hapa leo nakuja kuelezea habari ya toba. Lakini toba huwa tutubu tu yani tunatubu tu hovyo hovyo. Toba ina maelekezo maalum. Kwanza lazima ujue unatubu nini na unatubu kwa sababu gani? Sasa naomba niongee hapa, ili tuweze kufu, kuelewana vizuri. Ndani ya Tanzania kuna vitu ambavyo Mungu vilivyomchukiza kutokana na sisi ambao ni Wakristo na haya mambo hayakuanza kumchukiza Mungu sasa hivi tu, ni muda mrefu sana. Mnajua vizuri Mungu huwani Mungu ambaye si mwepesi wa hasira, ila anapovumilia akaona mtu hajachukua hatua, ndipo Mungu sasa huamua kuimimina ile hasira yake kwa viwango visivyokuwa vya kawaida, hatimaye Mungu kufanya vitu vya kushangaza ulimwengu. Sasa tumewekwa ndani ya taifa la Tanzania, Tusimame kwenye nafasi zetu, kuanzia watumishi wa Mungu na watu wote ambao wanaomjua Mungu. Bahati mbaya ni kwamba baada ya kuona wengi tumekaa katika mazingira ya amani ya kutosha, hatimaye wengi tukaanza kumdharau mpaka Mungu. Kumdharau kiasi gani? watu ambao Mungu anaowaamini kama wachungaji, ndio kwanza tumekuwa ndo viongozi wa kufanya uzinzi na wanawake za watu tena makanisani. Watu ambao Mungu alituweka ili tusimame kuwaelekeza watu habari ya kuacha maovu kuacha mabaya, ndo kwanza tumekuwa ni watu wasioweza kutoa jumbe za kufanya watu waache maovu. Na maovu yenyewe hata kama tunapoyazungumzia wengi wetu hatuzungumzi kwa ule uhalisia wa maovu, yaani mtu yuko radhi akwambie hata dhambi lakini hakwambii ni dhambi gani. Dhambi lazima zibainishwe kwa mujibu wa neno ili watu watambue makosa yao. Sasa unakuta kanisani wengine mpaka ushoga, wachungaji tena wenyewe ni mashoga kabisa na wanaruhusu vitu hivyo. Aya, mambo hayo unapokuta yanaendelea unafikiri Mungu huwa anawaza nini? Sio hicho tu, kuna watu wengi unakuta mpaka makanisani wameruhusu, dunia imeingia kanisani. Wanawake ndio kwanza, ukiangalia yani kahaba na mtu aliyeokoka hawana utofauti. Anayeingia baa, anayekwenda kanisani, wanavaa umoja, alafu wachungaji wenu wanawadanganya kwamba Mungu haangalii nje, Mungu anaangalia ndani, Mungu anaangalia moyo Yani mtu yuko huku nje awe uchi, halafu anasema yeye ni Mkristo, huko ni kumdhalilisha Mungu. Sasa vitu hivi vimeendelea kwa muda mrefu, ikafika hatua Mungu akaanza kututuma twende kuwaambia baadhi ya watumishi wakubwa, kuwaeleza kwa habari ya kufanya matengenezo katika mambo yao, lakini bahati mbaya tulipowaendea hawakuchukua hatua yoyote juu ya yani yale maelekezo tuliyokuwa tukiwapatia, na Mungu akaamua kutuma watu tofauti tofauti, na wengine kaa wakawa wanaofukuza kwenye makanisa yao, vijana ambao Mungu anaotamani waishi katika mazingira ambayo Mungu anataka ndio kwanza hawaelewi, ndio kwanza wengi wameshakuwa ni waraibu madawa ya kulevya, vitu vingi vibaya. Sasa ukaenda kuangalia hili taifa ni taifa la Mungu, sio taifa la mtu. Sasa vitu vinavyofanyika ambavyo ni zaidi ya Sodoma na Gomora, hasira ya Mungu huwa inamiminika. Ni wachungaji wengi tumewafuata kuwaeleza, lakini hawakutusikia, na Mungu amekuwa akiongea sana. Watumishi wangu wametekwa, fedha, uzinzi makanisani, wanazini na waumini, hawezi kuambia watu ukweli hawezi kuambia watu injili ya kuwafanya waende mbinguni. Sasa Mungu anamimina hasira yake sasa, na kuna wengi Mungu aliwaambia naenda kuipiga Tanzania, ambao tulikuwa tunaomba nao na wakatuambia ni muda mrefu sana, wakatueleza. Sasa nisikilize vizuri kwa umakini sana, unaposikia mambo mabaya yanapotokea ambayo we mtanzania unapokuwa ukiyaona au kiasikia kwa masikio yako, unaona ni taarifa mbaya kwa Watanzania, unaona ni kitu kibaya. Nisikilize vizuri, hapo kunakuwa kuna mkono wa Mungu anataka sasa, ili mmwangalie yeye Mungu muweze kuyapata yale mambo mema ambayo mnayoyatazamia au mnayoyategemea, mnayoyahitaji, yatakujaje mema ikiwa ninyi wenyewe ni waovu? mjue sana Mungu na kuzijua amri zake na kushika haki yake, nipo yale mema kujia. Sasa wewe mwenyewe Mungu humtaki nenu Mungu meisukuma mbali, tunakwambia, tunakufundisha Mungu hataki kitu hiki, unatuona kama vile sisi ni waongo, hutaki kabisa. Haya hayo mema yatakujiaje? Kwa mfano, tunaenda kuongelea toba. Lazima tujue kutubu nini. Hakuna kitu ambacho Mungu alikuwa anachukia kama watu kuabudu sanamu miungu. Leo hii miungu ni mingi mno. Ukiangalia, wengi wana miungu ya makalio bandia, wengi wana miungu ya nywele bandia, wengi wana miungu ya macho bandia, kope bandia a, midomo bandia, kope midomo, wengi wana miungu ya matiti bandia. Hiyo ni miungu ambayo watu wanaingia nao makanisani huko, wanadai wanaabudu Mungu. Mungu vinamchukiza sana. Sanamu za nywele. Hizi ni sanamu za nywele. Unapofanya kitu mfano wa kitu Mungu alichokiumba kilicho hai. Huo ni mfano ni sanamu. Ha, yaani unakuwa unamtukana Mungu. Mungu likosea kuniumba. Hizo nywele hizo nipatia mimi sizielewi. Ngoja nivae zingine za hizi hizi za wazungu wazungu hizi. Hivi vitu Mungu vinamkasirisha. Dhambi za Sodoma na Gomora ukilinganisha na sasa. Yaani tumewazidi Sodoma na Gomora sisi na kumbukeni, maovu yalipokuwa yakizidi, ndipo Mungu alikuwa anaachia hasira na piga. Aliongea wakati ule wa Nuhu kwamba hataangamiza tena kwa maji, ila akaweka agano kwa ule, ule upinde akiashiria sasa atakuwa anaangamiza kwa moto. Ndio maana baada ya Nuhu wakaja wakati wa Lutu. Mungu anaanza kupiga kupitia moto, sasa anachoma. Kwa hiyo hata sasa hivi kuna mambo Mungu anakuwa anayaruhusu. Unajua Mungu yeye ile hasira yake ipoe ni mpaka auwe anaachilia Mungu anaweza kumwachia shetani akaua. Mungu anaweza kumwachia mtu akaua. Mungu anaweza kumtumia mtu yeyote. Nisikilizeni vizuri, mnapoona ah, kuna vitu ambavyo mnaona kabisa sio vizuri, ndugu yangu, kaa kwanza kwa makini, uangalie sababu ni nini. Wengi hawaangalii chanzo tatizo, sababu hawaangalii, ni kwenda tu kunyosha vidole. Na niwaeleze Watanzania wenzangu, suluhu ya kuleta amani suluhu ya kuleta utulivu katika nchi siyo maandamano. Ninaongea ukweli, kwa sababu utaandamana, utaongea maneno mabaya, utatukana matusi, utafanya unachokijua wewe, lakini kama una tatizo na Mungu, kuandamana kwako hakutasaidia kitu chochote, isipokuwa ni machafuko tu yatakayozidi kuendelea ni lengo ni, ni, ni, ni, yaani inahitajika kukaa chini mtu umsikilize Mungu anataka tufanye nini. Tunaposema toba, ngoja niwaambie, tunapokuwa tukitangaza kuhusu kutubu au toba, si kwamba watu wote wataingia kwenye toba, kwa sababu tunaishi duniani, si watu wote ni binadamu, mengine ni mapepo katika fomu ya binadamu. Anaweza kuongea jamani, tubuni watu wanakuangalia tu hawakuelewi. Sasa wale watu wenye roho wa Mungu wanaojielewa, hao ndio ambao wanaweza kuchukua hatua wa, ya kuingia kwenye maombi. Umeona mwingine hajaingia kwenye maombi yao ya toba, usimlazimishe. Mungu anasema tazama, nimewapa leo uzima na mauti, chagueni leo. Mungu anakupa mtu kuchagua. Ukiamua usitubu, acha, lakini ikatokea ukafa, utajua mwenyewe pa kwenda mtu ambaye hakutubu hakuwa na Yesu ndani yake, baada ya kufa na kwenda motoni. Kwa hiyo tunakuwa kazi yetu sisi ni kuhubiri, ili Mungu angalie watoto wake leo, wakusudia wasikie ile habari ya Mungu, wakubali kugeuka. Mtu hajakubali kugeuka, baada ya kufa ataenda kujibiana na Mungu mwenyewe. Ndio maana kwa namshangao na mtumishi naye ongea eti ametoa laana kwa watu ambao sio waliochelewa kuongea mambo ya kuhusu watu kutubu, hiyo laana haiwezi kuwapata hao wa watu itakupata wewe mwenyewe, kwa sababu kitu ikitokea, kwanza bila kupanik, ni kukaa kwanza chini kuangalia, kwa nini watu wanakufa, kwa nini inadaiwa watu wanapotea, ni kwa sababu gani? Iko sababu Mungu analiadhibu taifa kwa kwa taifa limejisahau. Wengi mnajua kuna vitu vingi ambavyo vimefanywa vya uchafu mpaka makanisani. Sasa unafikiri Mungu analishukuliaje hilo? Kwa ile hasira ya Mungu anaimimina sasa. Kwa hiyo vifo vyote ambavyo vimetokea, huo ni mkono wa Mungu mwenyewe, ili Watanzania tukae kwa hali ya kutubu na kuacha njia zetu mbaya. Ndio maana akasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuziacha njia zao mbaya na kunitafuta uso kwa bidii, nitasikia na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kumbe kama nchi kuna vitu vibaya vipo ambavyo tunaona kabisa hatupendezwi navyo, hatupaswi kwenda kuwasukumizia vidole watawala, ila ni sisi wenyewe kuangalia tumekosea wapi. Maana Mungu hawezi kuruhusu kitu kitokee bila sababu. Kama ni shetani kakireta, Mungu ameruhusu vipi ki, ki, kiwapate yeah? Na kama ni yeye kakireta, kina sababu ndio maana huwagana nasemega hivi: ukiona mchawi amekuroga umerogeka, au amekuua, ujue wewe mwenyewe una njia mbovu, ndio maana amekuua. Lakini kama njia zako ziko sawa, Mungu atafanya ulinzi wa kupita kawaida, huyo mchawi asikuue. Kwa hiyo ninaomba niweze kueleweka, tunaposemea habari ya kutubu, habari ya toba, ni watu wale wanaojitambua, ambao unaona Mungu amekuita Wakati ule wa Isaya Mungu anasema akasema, ni nani atakaye simama mahali palipo bomoka? Mungu aliita Isaya akaitika. Alikuwa Isaya ni mmoja. Mungu anatafuta mtu mmoja. Hata Ibrahimu aliongea je, Mungu kwenye nchi, kwenye taifa, akipo mtu mmoja mwenye haki au watu kumi utaangamiza? Akasema sitaangamiza. Kumbe kwa kiwango cha watu kumi mpaka watano wana uwezo wa kusimama wakaomba, na Mungu akasikia japo kwa mambo yaliyotokea na yanayoendelea utajijua kabisa kwamba wewe unapaswa kuingia kwenye toba na kuomba toba. Tumejisahau, watumishi wengi wa Mungu hawaongei, wa wengi wanaogopa, lakini ni nani atakayesimama aweke sawa mambo? Kwa hiyo kitu unachotaka kukiongea, tumwache Mungu afanye kazi yake yeye mwenyewe, na sisi tuingie kwenye nafasi yetu. Tunaposema tunatubu tumaanishe kuacha zile dhambi si so? Unasema na, natubu natubu, halafu kesho bado umevaa mawigi hayo. Natubu natubu, bado ule uzinzi unafanya. Natubu natubu, bado kanisani wao tumbo kama makaaba. Ndugu yangu, hiyo sio toba. Toba ni kuangalia tumekosea wapi, kuchukua hatua ya kuingia mzigo wa kuomba na kumwambia Mungu kweli atusamehe na kuamua kuacha sasa yale mambo ambayo ni maovu, ni makosa, kuyaacha sasa. Kuna wengi ni wabishi, ni wagumu kuelewa hapo ndipo atakapokufa utaenda kukutana na Mungu mwenyewe. Mara wengi tunahubiri hamtuelewi, hamuelewi kabisa. Ila kutokuelewa kwako hakufanyi Mungu atakuacha siku ile, atakuhukumu. Wao, watu wengi mbona wanavaa kama sisi tunavyovaa? Mbona ulimwengu mzima wanafanya? Tamba kale kanisa la jirani wanafanya hivi. Wao, oh, naangalia kanisa, muangalie Yesu anataka nini? Wao, mimi kazi yangu lazima nivae hii nguo fupi, siwezi kufanya bia ina nini? Wewe ujue Mungu huko naye. Sasa ninaeleza toba hainaga muda maalumu, yaani kwamba labda siku mbili ndio Mungu anasikia au siku saba ndio Mungu anasikia au siku mia ndio Mungu anasikia. Ndugu yangu nisikilize vizuri, toba ni kuamua kuacha. Unapoamua sasa hivi nimeamua kuacha uzinzi, sasa hivi Mungu anasamehe sekunde ile ile. Kuji ile kujitambua ndo Mungu anataka hicho. Unaweza ukaingia kwenye toba ya siku tano baada ya ile siku ya tano u, imeisha unaanza kuwa muovu vile vile kuliko mwanzo. Mungu hawezi kuacha kukupiga, atakupiga vizuri sana. Ni kila wakati ni mtu kujiangalia, kila dakika, kila sekunde, je, niko sawasawa mbele za Mungu? Kwa hiyo toba ni ya kila wakati kujiangalia, toba ni ile kujitathmini we mwenyewe una mazingira gani mbele za Mungu kwa sasa hivi. Ukisema unatubu wiki moja au siku tatu maana yake hiyo wiki kisha isha, una muda kutubu tena. Yani utakuwa wewe basi unajiona, hata kama yakija maovu huwezi kuenda mbele za Mungu tena, Mungu ni rehemu, umeshatubu hiyo wiki, umeona uko sawa. Kila siku ni watu kujifunza, sisi kila siku ni watu kunyenyekea mbele za Mungu na kushuka. Kwa hiyo kwa habari ya taifa la Tanzania, tuzidi kuendelea kufanya maombi ya toba na kuamua kuacha kila njia ambayo ni mbovu. Uovu mnaojua ni mwingi, tumeshahubiri sana. Hayo hayo tunayohubiria ndio anayofanya Mungu aje kuadhibu watu. Kwa hiyo tufunge vinywa vyetu, kurushia vidole watu, utakuta unamkemea Mungu mwenyewe. Maana Mungu ndiye anayeruhusu vitu vitokee ili kuadhibisha watu wamrudie Mungu kwa kuwa watu tumemwacha Mungu. Tusipofanya hivyo toba. Na kwa maana kuacha matakataka haya ndani ya makanisa tutazidi kula vitu vibaya, nawaambieni mpaka parapanda italia. Ndio maana angalieni, kwa nini ilianza ni vita ya kufunga funga makanisa? Ni kwa kuwa Mungu ana haja na kanisa. Yaani, tatizo la Tanzania ni kwamba Mungu ana shida na, yaani Mungu ana haja na kanisa. Ishu nzima ni kanisa. Maafa yanapotokea, Mungu anadai kanisa, kanisa. Tumesahau wajibu wetu, kusimama kuomba, kusimama ku, kukemea vitu ambavyo vitakiwi, kusimama kuacha vitu ambavyo Mungu habitaki. Sasa Mungu anachukia sasa kwa kuwa nasema, tazama, nimekuweka kuwa kama mlinzi. Sisi ni walinzi ambao Mungu ametuweka kulinda, hasa walinzi wenyewe ndio kwanza ndio wezi. Walinzi wenyewe ndio kwanza amekuwa kwa makahaba, walinzi wenyewe wenye ndio tumekuwa waovu. Sasa unafikiri Mungu atahitaje kushughulisha watu? Kwa hiyo huu ni mkono wa Mungu mwenyewe, ni kunyenyekea na kuacha huu uchafu takataka hizi. Mungu akubariki. Nimeongea na watu wenye akili, naamini mwenye akili amenielewa.